Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, karibu katika mustawa wa pili wa kujifunza lugha ya Kiarabu. Ikiwa hii ni mara yako ya kwanza kuwa nasi basi, usikose kufuatilia mustawa wa kwanza pia. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare kwa wengine.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji, tunaendelea tena katika vipindi vyetu vya Kiarabu, na kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu raful mudhari'. ahwali ambazo fil mudhari' inakuwa inapata rafa ambayo alama yake ni dhamma mwisho wake, na tukachambua ya kwamba asli katika fil mudhari' ni kupata rafa. Ni kupata rafa. Hii leo tutachambua kuhusu nasbu, nasbulmudhari. Wakati gani fil mudhari itaondoka katika asili yake ya kupata rafa na itapata nasb? Tutachambua hali hizo. Nasbulmudhari husababishwa na kutanguliwa fil mudhari na baadhi ya herufi. fil mudhari endapo itatanguliwa na baadhi ya herufi au herufi za nasb, zinazoitwa hurufu nasb, herufi za nasb basi herufi hizi hukifanya kitendo cha mudhari' kuwa mansub na kupata fatha mwisho wake. Katika halqa hii tutazungumzia herufi tatu, ambazo herufi hizi zikikitangulia au zikiitangulia fi'l mudhari' huibadilisha kutoka asili yake ya rafa na kuipeleka katika nasb, kwa sababu hizi herufi zinafanya kazi hiyo. Kazi yake ni kuijalia fi'l mudhari' kuwa mansub. Na herufi hizo ambazo tutazizungumzia leo ni an na lan, na kai. An na lan, na, na kai zipo herufi nyingine lakini hizo insha Allah tutakuja kuzichambua katika vipindi na mustawa unaokuja insha Allah. Kwa sasa tutaanza na hizi herufi tatu. Pia tukumbuke kwamba hapa tukisema herufi au harf hatukusudii herufi ya hijai, tunakusudi alharf ambayo tulizungumzia kwamba ni katika aina za maneno. Alharfu hapa ni kama vile an na lan na kai, ndio tunayokusudia hapa. Hatukusudii harfu kwamba herufi moja kama vile alif na ba na ta. Tuende katika mifano sasa. Kwa mfano tunaposema Muhammad yuhsinu sibaha, Muhammadun yuhsinu sibaha, Muhammad anajua vizuri kuogelea, Muhammad anajua vizuri kuogelea. Tuna tunaona hapa kwamba yuhsinu ni fi'il mudhari' na imepata rafa. Imepata rafa kwa sababu ndo asili ya fi'il mudhari', na kwa sababu pia ha, pia haijatanguliwa na an au lan au kai. Lakini endapo tutabadilisha na tukaongeza an nyuma ya hichi kitendo, basi kitapata nasbu. Kwa mfano tukisema, Muhammadun yuridu an yuhsina ssibaha, Muhammad anataka kujua kuogelea vizuri

Alokuwa mvivu hatofaulu. Alokuwa mvivu tukitoa lan hapa, kitendo kitabaki yafuzul kaslan kitarudi katika asili yake ya rafa, na maana yake itakuwa anafaulu, aliyekuwa mvivu. Lakini tunapoingiza lan, kwanza maana itabadilika, tutakuwa tunakataa. Ni harfu ya nafi, nafi maana yake kukataa, na pia ni harfu ya nasb ambayo inaifanya fil mudhari kwa mansub. Kwa hiyo tunaposema lan yafuzul kaslan

Na alama ya nasbu yake ni fatha iliyodhihiri mwisho wake yafuuza na alkaslan hapo ni fa'il mfano wa kai atakalam, ataitu lmadrasa kai ataallam, ataitu lmadrasa kai ataallam, nimekuja madrasa ili nijifunze. Kai inafidisha kubainisha sababu, kwamba huyu anataka kujielezea sababu gani iliyomfanya aende madrasa ni kutaka kusoma ni kutaka kujifunza. Kharajtu kai atanazza nzen mfano mwingine, kharajtu kai atanazza, nimetoka ili nipate kutembea tembea, kuangalia mandhari. Kwa hiyo lengo lake la kutoka nje si kwamba labda na shida ya kununua kitu, lengo lake ni kwamba kunini, kuangalia mandhari na kutembea tembea, tembea, na arabu ya yake unasema kai harfu nasb